Kwa siku ya leo nimefurahi, kocha wangu kwanza wamempaisha jina kabla hata ya mechi, yeah, yeah. Wenyewe wa Tanzania wamempaisha masijara mara maskanka mara matatuu mara maerini yeah, yeah. Lakini amekuja Tanzania kuonyesha kama matatuu sio huni, kuvaa shanga sio huni, kuvaa elimi sio huni. Kitu kinachotakiwa hapa Tanzania ni kitu kimoja, ni kuonyesha kazi. ya wana simba nini mnataka mmeona mimi Simba mnataka. Kwa kweli mimi nimeangalia Simba ya leo ndani ya mechi nne zenye za nyuma, ndio lakini Simba ya leo ni Simba nyingine ka ya, yani Simba ya leo hata kama alikamwe ameangalia ile mechi ataelewa. Kweli wana Simba amekuja kivyengine msimu huu kwa ile pira tatu, so watu wametoka South Africa wamekuja kwa Mswati pale kuja kumtizama yule tatu. Yeah, meneja wa Simba Sports anafanya nini, na ameonyesha zile zile njia zetu wa Tanzania tunazitaka. Yeah. Eh. <fors> Yes. Yani njia ndefu eh, tunaangalia mpira unapigwa kule unanyooka, mpira unapigwa kule unapokewa, mpira unakuja unazima, yani yeye eh, soa mwenyewe kanimalizia. Niambia mimi leo, mdogo wangu utanifurahisha na <tiputu> Ile assist kakapigae meaguanwenye mchezaji amecheza sana soka, unajua mwana soka akimwangalia soka mwenzake mchezaji anajua ile mchezaji, naona mimi alivyotoa ile soka ile pasi ile soa, niko mbele yangu, nilijua hii itafanya kazi. Kibu anaipokea ile pasi uh, yeah. ile futa Kibu akufanya kosa Kibu kafanya mulemule mule, katenda vile vile. Aki Kibu sio wa kumchukulia kama unamchukulia huyu anamchukulia mchezaji wao Singeli. Eti wewe Kibu unamchukulia Singeli, umfananishe na Singeli wewe kweli? Tanzania uangalie ua renki ya Kibu nauangalie na renki na ya Singeli mcheajiatunataka ufisho kocha wetu leo kaja. Mimi mwenyewe sikumwamini kile kikosi kilichoteremka pale. Kwanza nikajiuliza, ukweli, masigara au kashamba, utasikanka zake tunazoambiwa. Namuona yule mtoto rasta, mwezangu, nikaambia wewe

Yeah, lakini asilimia kubwa wa bongo wanaendeshwa na waandishi wa habari, waandishi wa habari wenye vyombo vya habari. Kupitia michezo mnatakiwa muwafahamishe wenzenu, Simba wanapitia katika njia ya mpira, sio njia ya maneno no. Unaona Amediali tunamuelewa sisi, lakini leo anakuambia Amediali kaka miaka minne hajaleta mafanikio, ana nini? Wewe una mafanikio mangapi, bale lionao zaidi ya wazee wazee wa Kigoma, huna mafanikio? wazee wa Kigoma, una mafanikio, uh, uh, okay. Uh, mafanikio. Lakini vijana sisi Msimbazi tukiamua bwana letu nataka ninatenda kunjia, na tunaangalia tunajua tunatulia wapi, kiongozi wetu atajua anafanya nini. Hatuwezi promo za huku na huku ukaziweka huku kwenye yanga ya, ya, ya, tunawachia mambo yao, sie Simba tunaonyesha kazi msimu huu. Yaani msimu huu yani wana Simba e, na wana mnyamani e, lengo uh... letu ni moja lengo Baja. letu ni kufika fainali klabu bingwa bingwai pia hili kwa... la leo ni e, ujumbe tani. kwa wote salamu sio kwa sisi wabongo e. ujumbe kwa Afrika waliokuwepo klabu bingwa we utasema, nampa ujumbe Singida e. mimi nampa ujumbe Mtibwa si... Mtibwa siwezi kumpa ujumbe, mimi nampa ujumbe aliyeko Afrika wao wanazungumzia na rais kachaguliwa, sijui kachaguliwa Afrika. Si mmoja tu Tanzania. Ah, tumechaguliwa rais ni mmoja bwana, ni okay. mama peke yake ndio tunamheshimu kwenye katiba, ni yeye ndio rais. Na tunaona leo tumechukua hela zetu milioni ngapi? 15 15. Sasa si hatari hiyo, sijana anapoa milioni kumi na tano, mbeleni si ataika milioni ishirini zinachomoka tu pa pa pa pa watu anana, kumbe kuna kibunda tia goli tano, mama atamaliza, yeah. sisi akafanya masiala haraka haraka kabla ya uchaguzi sisi. Ina maana tunaendelea kuingiza hela kabla ya uchaguzi, tunaendelea kuingiza hela hasa. Ina maana tupo katika njia ya mfumo wa Simba Sports tunaoutaka. Simba hakuna tatatata pale. Leo ni nani, mshabiki gani aliyokuja mwelewa mchezaji wa Simba Kamara, leo akuwepo yani, professional siku zote timu inaoitwa professional ina mbadala eh, Timu yote inakuwa professional na timu yote yenye kujua mpira siku zote lazima iwe na mbadala. Kamara leo yuko kitandani au kamara yuko pale pale anaiona, lakini anajua mimi na mtu leo huku mlingo, anajua kuna mwenzake

Kweli jamani una akili wewe. Ukae hebu, tujieleze vijana wa saizi, tuangalie mpira uko wapi na mpira upo muda Simba Sports. Tangu enzi za koloni, enzi za ukoloni mpira Simba ulizaliwa, sio Simba. katika Afrika au dunia kuna vilabu vitatu vya mpira wenye njia. Ndio. Vipi hivyo baba? Vilabu vitatu ya kwanza ni Barcelona, ya pili ni Arsenal, ya pili ni Simba Sports. Tuangalie mpira na familia na watoto Spanyola kule. Barcelona wenyewe wanakaa juu mabilionea wametulia na masuti. <laughs> wanaangalia. <laughs> wanaangalia. Ukija za Ghana sio Uingereza watu wanaangalia. Sema wana watu wametulia. Simba Sports ndio hatari. Watu wametoka South Africa leo brother. Leo kuja pale kwa Mswati. Tunataka tumuone Maema, tumuone mzungu wetu. Watu wameonyesha. Wewe leo nakuja, naambia mimi nina baka. Wewe baka mchezaji wewe. Eh? Mimi nacheza baka bado. Mm me nataka renki loko imenipita na inapanda hatua naiona, ndo nimeiona leo, Simba Sports Paka mnyama. Nyama. season 2. Yaani hiyo season 2 inazidi inaongezeka mpaka hata season zinazoendelea. Tuombe <laughs> Mungu, yaani msimuu tuombe Mungu <laughs> na tufikisho wai sababu tumeona ma... kuna kazi bado haijaingia uwanjani

Hapo alasani kanti hayupo. Yani hapo we nyamaza blaza, shughuli iliyopo hapa, pika pilau mda wote, kaa na biskuti nakula kama vile landa. Naona shabiki wana bulkoni, wana madudu gani unaangalia? Simba Sports we chukua, nenda na watoto, furia, changia, rudi nyumbani bana. mimi nakushukuru sana sana, kushukuru pamoja, tuko pamoja Wana Simba, ubaya ubwela